na huko? kutoka na wewe huko tuko, mimi nimejitenga kabisa. Umejitenga kabisa. tunangojea serikali ifanye kazi yake, tunangojea serikali aaa kwa nyumba. Hata tu serikali si hata nikwambie mama si eh? Wajinga. Sasa ni ati ni wajinga, nikwambie mama, nikuulize nimtafute wapi?

Kushinda kunitumia na message kama na. Sasa nifanye nini? Mama Gift hatuna tuweza kutafuta mtu kama anapata mali yako. Wewe unajua mali yako. Tunajua. Unajua mali. Na mimi dhamiri zangu basi ndio. Na wewe unajua mali yako. Sasa kwa hiyo mimi na message mimi na chipo photo na nikafika. Wewe unajua mali yako. Mama Gift. Na unajua nini? Kwa nini? Kwa nini unanipa Mama Gift? Mimi mimi sasa hivi tuko sana. Mimi ninajua mtu atapatikana. Na naomba ninaomba ninaomba sana Mama Gift.

Kwa hivyo angeniambia wale na simu mimi, ningemkataa nimwambie wasiende, kama mama, lakini unaweza kwenda kuonyesha ile bidii unamkafuta mama. Hii si atafuti mtoto, mimi nimetafuta mtoto. Mimi ndio mtoto na nimeamua kwa sababu sasa alipotea akiwa kwangu, na ndio naona vipenyo vianza kuandua, lazima kwa mtoto wako mama. Hii nimenyamaza nyamaza, hata siku mbili mimi nimenyamaza nyamaza, ujibu. Nimetafuta mtoto, nimetafuta mtoto wako, na niko na imani nitapata mtoto wako, lakini kuambia niko na imani nitapata mtoto Sote tumewafanya juu ya mtoto. Ule uchungu nasikia. Ninajua venye nafikiri, wala mimi najua venye ninafikiri. Nimeletoa amini, wamechana na mama wameadua maneno ndio maana naweza kanisikiliza kwa sahihi. Hakuna vile tutapata huyu mtoto kama na Mama Gift hatuko kimoja. Wacha tu nikwambie. Mimi <max> wacha nikwambie. <inaudible> mimi <Minu? max> nikishaya. Shetani anafurahia kutengane. Kutengana kwanza tutasaidia kupata mtoto. Kutengana <mibu>, kwanza tutasaidia kupata mtoto. Ulitoka nyumbani wapi kwangu? Nikuone vizuri. Wamepigwa kwanza huyu mtoto. Hadi umetoka kwangu. Nikuone vizuri. Huyu mwanamke alikupigia simu toka UK, anakupigia simu kutoka kwa yule mtu. Anamsubiria pia na njia zake. Lakini wewe unataka tu kujilax. Ngoje serikali ifanye kazi. Na hakuna vile serikali wataenda kukutafutia mtoto. Wana duaje kama watafiti, wana duaje kama kwa serikali wanatafuta, lakini hata si lazima tufanye BD. Lazima tufanye BD. Na hakika ukashoa tafuta huyu mtoto, unatafuta abio medical. Ukashoa tafuta huyu mtoto, unajua unajua unajua. Unajua wewe unataka tunaita kwa sana

Ndio, mimi sikuoni vizuri, vizuri sasa. Sasa, sasa ni nataka basi tuanze kama kama mimi, mimi mimi, mimi niko tayari kazi ile ile, wakati sijakata, sijakata. Wewe, Wewe yangu, ungejua, ungejua alikuwa ameanza ameanza, ungeniambia mtoto zaidi, hivi hakuna a Kiba, mtu kama anaanza kutunya kutafuta bali, anaanza kujenga tujue benye tunataka, lakini tu unyenye kwa wewe, sije nikwambie tu ndoka anafuta pa au njia hivi, lakini ungekuwa na njia hivi au uone hapo na njia zingine, ungeniambia. Lakini sasa wewe tu nikuniambia mtoto alikuwa sawa, mtoto alikuwa sawa, eh, kama mtoto labda alikuwa amekasirika akaenda, wewe useme sasa alikuwa amekasirika na nini, mama? Kitu mimi ndio hiyo, muda wote nakwaliana na watoto bakifunga shule wanakuja wanakaa kwangu.

Lakini mambo ya kwanza sasa vurugu kwa barabara mimi hiyo shida kaka tafadhali. Heshima hii hata mimi najua sipendi vita. Heshima hii du hata mimi sipendi vita. Nafikiri hapo wamesimama hapo wote wananiangalia shwari. Niko ndio tafuta wewe kama mtoto. Hata wanajua mnapoteza mtoto. Ni sawa. Wale kama wanajua lakini sio nje ya kutafuta mtoto. Dem watu na vuruga that... Thatakihan... Lisan.. okay, na tivi maadui hata mwenye labda akona mtu kama mwenye anaona kwa jako hivi anazidi kufurahia. Adui anazidi kufurahia. Ma vitu kwa nao wengi. Adui anazidi kufurahia mimi nakwambia. Mimi nakwambia. So, solution kama basi mimi usianze kunjua mdomo usikize.

Sasa ni kuuliza sasa kwa sababu mimi najua kwenye nakaa sasa hivi. Kwa hiyo mimi mimi ndio nitakuta sasa nikitoe wapi. Nataka nitakuwa kwa lodge. Nitakwambia mama. Toka nitakwambia kwa huyo mama mama na yeye. Twende akuombea. Si mbali. Ni hapa karibu na kwako. Twende akuombea atuambie kila kitu kwa hapo. Lakini wewe wewe sponi vizuri. Aki sponi vizuri

Sioni vizuri. Sioni vizuri. Lakini hata mimi nikwambie, Mungu aliye mbinguni anaona na atakuja kuwaibisha. Wao nao wenyewe wanakuambia mimi ndio niko na mtoto, atakuja kuwaibisha. Ndio, waje kuwaibisha, waje kuwaibisha. Waje ni nyenye mtoto wa kwanza tuibike akiwa. Hakuna shida kwa aina kida. Waje tuibike akiwa. Na mimi basi waje nyenyekee paka ile baba. Mungu anakuwaibika sala muone. Ni sala mama. Kesho fika jioni. Ndio mtoto. Thank you.